Karibu katika mwendelezo wa simulizi yetu pendwa ya Mwiba Mdogo. Ilipoishia: mkiwa mbele ya macho ya watu ninyi ni malaika, lakini mkipewa mgongo mnageuka mashetani wabaya. Najiuliza hivi pamoja na kufanya mambo yote mazuri kwa Mungu wako ambaye najiuliza unamwabudu Mungu yupi ambaye haogopwi kama mganga wa jadi. Unamaanisha nini kusema hivyo? Toka kifo cha baba yangu mmemwaga damu ya watu wangapi? Kwa kweli sijamwaga. Ndiyo maana naona heri huishi maisha ya kawaida kuliko watu waamini wewe ni mcha Mungu, kiigizo chema kwao. Hivi watajisikiaje wakijua wewe ni mumiani mnyonya damu za watu ukishirikiana na wenzako. Kwa kweli hizo shutuma sio kweli mimi ni mtu machoni kwa watu na mbele ya Mungu. Ngoja nikueleze kitu ili ujipime, unatakiwa kuendelea kuishi au tukufute kwenye sura ya dunia kwa vile hufai? Nieleze. Nina imani kama utakalolisema la ukweli utagundua mimi ni mtu safi. Umeoa? Ndio. Mna watoto wangapi? Wanane. Hongera. Huyu uliye naye ni wangapi? wa pili. Wa kwanza mliachana? Hapana. Yupo wapi? Alifariki. Nani alimuua? Unafikiri nini kimemuua zaidi ya yule aliyemuumba ambaye ni Mungu? Mbona unadanganya? Sema ukweli. Kifo cha mkeo wa kwanza kilitokana na nini? Ajali ya gari ile iliyotokea kwenye daraja linalotenganisha Bunju na Bagamoyo. Umejuaje? tatizo si kujua, bali wewe kusema ukweli. Sina ukweli zaidi ya huu ninaokueleza. Kwa vile umeshindwa kusema ukweli, naomba nikufunulie ufunuo kwa yale ambayo unaamini hayaonekani. baada ya kifo cha mama na wewe kushiriki sherehe ya kifo chake kwa kuamini hofu ya mwiba imeisha na kusahau kuna mwiba mwingine ambao ni mkali kuliko miba yote duniani. Baada ya kuamini hakuna kitu kingine kinachoweza kuwasumbua, mlitulia. Lakini sharti mlilopewa baada ya miaka mitano kuwa mtoe kafara ya damu ya mtu, tofauti ni utajiri wa mwanzo ambayo mlitumia damu ya mtu mmoja, lakini safari ile ilitakiwa kila mtu atoe damu yake mwenyewe kutoka katika familia zenu. Najua kila mmoja alimtoa mtu muhimu kwenye familia. Ndio maana mpaka leo mna pesa hata hamjui mzifanyie kazi gani. Mpaka hapo umeelewa jinsi gani huna uchamungu wote zaidi ya kuonekana mtu mwema mwenye hofu ya Mungu, lakini sivyo ulivyo. Una tofauti kubwa ya mwonekano wako wa moyo wako, vitu viwili tofauti. Si kweli. Najua unajua vizuri ulivyofanya wewe na shoga zako. Mkeo ulimzika? Nilimuuliza swali zito. Kabla ya kujibu alitulia kwanza, kisha alijibu, ndio. Ule mwili uliozikwa na halmashauri ya jiji ni mwili wa nani? Huo siujui. Najua unajua kuwa unadanganya. Baada ya ajali mbaya ya kugongana uso kwa uso na kusababisha kifo cha mkeo, lakini ajabu wewe hukuumia wala unywele sasa hapo, mimi nina kosa gani juu ya kifo cha mke wangu? Kosa unalo najua. Pamoja na kuonekana ile ilikuwa ajali ya kawaida, ile damu uliyoikinga uliipeleka wapi? na kwa nini ulipoondoka hukurudi kuchukua mwili wa mkeo? Ulikwenda moja kwa moja hadi kwa mganga Segera, sio kweli? Pamoja na kujiita mcha Mungu umekuwa kwenye wakati mgumu. Kila usiku unapoingia una muda wa miezi miwili. Unalala mchana au mapema, ila ikifika saa nane usiku huwezi kulala tena. Unakesha kwa ajili ya kukimbia njozi mbaya za mkeo, ambaye kila siku anakujia kukulalamikia kwa kumuua na kuchukua damu yake. Najua umekwenda kwa mashehe wakubwa kufanya maombi kwa dua nzito, kwa kutoa sadaka lakini hakuna kilichobadilika. Tatizo hakuna mabadiliko yote kwa vile humwambii ukweli, hata dua zao wanazokuombea hazina nguvu. Najua sasa unatumia dawa ulizochukua kwa Mgosi. Tatizo lilizidi kia, kisasi cha mkeo kukufuata hadi mchana. Unajua nini kitafuata ukianza kukufuata mchana? Ha, hata, hata sijui kabla sija kwambia, ni kweli ulimuua mkeo? Ndindio ndi, ilikuwa bahati mbaya. Wewe umejuaje? Najua kwa vile wewe umefanya, kama mkeo atakufuata mchana kwa jinsi anavyokutisha kwa damu iliyomtapakaa mwelini, kitachokufuata ni kuwa chizi. Sasa utanisaidia vipi? Najua wiki mbili zilizopita ulienda kwa mgosi Segera ambaye alikupa dawa ya kujifusha na kuchoma usiku, ambayo kidogo imekusaidia kupata usingizi. Nataka kujua wewe ni nani, mganga ujini? Umewezaje kuyajua haya, hata yaliyo siri yangu ya moyo wangu? Swalee Mpemba aliniuliza mimi ni Mwiba Mdogo, sina zaidi ya hapo. Unaonekana unajua mengi, nina imani utanisaidia. Hilo silo lililonileta. Kipi kimekuleta? nilipe changu niondoke hapa. Nimefuata pesa zangu. Kiasi gani? Kiasi mlichomdhulumu zidisha mara ishirini utapata jibu. Naomba nikupatie shilingi milioni mia tatu. Mchungaji alinipa milioni mia nane, nimemuua. Najua mna pesa nyingi baada ya kushiriki kwenye ukatili mzito wa kutoa roho za watu kisha kuchukua damu zao. Sa, sa, sa unataka kiasi gani? Kwa vile utajiri wenu ni damu yetu, nipe bilioni mbili. Ha, mbona nyingi? Sio nyingi, ulitakiwa unipe kila kilicho chako kwa vile mali ulionayo ni damu ya baba yangu. Basi mwanangu, nikupe bilioni moja. Sawa, nitaipataje? Utachagua nikuandikie cheki au nikupe hapa? Nipe hapa. Kila mtu afena chake. Utazibebaje? niagizie mabegi mawili yenye uwezo wa kubeba pesa zote. Sawa. Alimpigia sekretari ya Mtume, mtu wa bodaboda kwenda kuleta mabegi mawili yenye uwezo wa kila begi kubeba milioni mia tano. Wakati huo tulikuwa, wakati huo tulikuwa umekwenda kwenye chumba kimoja kilichokuwa na pesa nyingi kama kwa mchungaji Samweli, zilikuwa zimefungwa milioni ishirini ishirini, na kuchukua mabunda hamsini kila begi lilikaa mabunda 25. Baada ya kuja mabegi na kupakia kiasi cha pesa, nilimgeukia kwa ajili ya hukumu. Nilitoa dawa kwenye kichupa kidogo na kuimimina kwenye glasi ya maziwa na kumpa ayanywe. Kwa hiyo pamoja na kukupa pesa nyingi unataka kuniua? Hapana, hapana. Nini? Kama unahitaji pesa zaidi sema, nikuongezee kiasi chochote cha pesa zote ulizoziona kule chumbani, kachukue ila niache roho yangu. Ukiniua familia yangu itabakia na nani? Mke wangu mdogo, bado wiki moja iliyopita tumepata mtoto, naomba usiniue mzee mzima, alinibembeleza akiwa amepiga magoti. Ukiwa na roho ndogo huwezi kutekeleza ulichokusudia, lakini nilikumbuka kifo cha baba cha mateso kwa kutolewa kafara ya damu, pia mateso aliyoyapata mama yangu mpaka kifo chake, iliondoa huruma kwa kumbe kwa kiumbe chochote kilichoshiriki hukunawa damu ya baba yangu na kunywa. Ha, ha, hapana! Ili nikusamehe unatakiwa kuwa mkweli, ukinidanganya sitakuacha salama. Ni kweli tuliwatendea kitu kibaya sana. Siku zote nimekuwa nikikesha nikilia kumwomba Mungu msamaha. Nataka ukiri kuhusika katika kifo cha wazazi wangu. Unajua kweli, tulikuwa na mpango wa kuiba Tanzanite, kisha tuitoe na kwenda kuiuza. Baba yako hakuwepo kwenye mpango wetu, tulimshirikisha hatua za mwisho. Kwenye mauaji ulishiriki au hukushiriki? Kwa kweli, nilishiriki kwa shinikizo lakini katika maisha yangu nilikataa utajiri wetu upatikane kwa damu ya mtu. au shiriki nzito? si kweli. siku ya pili baada ya baba yangu kuuawa kwa kutobolewa kama chujio la nazi mlikwenda kwa mganga, ambako mlichanganya kwa damu ya baba mkanawa na nyingine kunywa. Uongo kweli. Sasa huoni unamchezea shehe, unamchezea shehe Mungu kwa kuonekana mwema mbele ya macho ya watu, kumbe unanuka umeoza mbele ya Mungu. Sitaki kukuua, bali hiki kinywaji ukinywa unapitiwa na usingizi ili nitoke bila bugdha. Ukiamka usinikute. Alhaji hakuongeza kitu, alichukua glasi ya maziwa ambayo muda huo yalikuwa yamepoa na kuyanywa yote na kuweka glasi juu ya meza. Nafikiri umefurahi nimekunywa. Unatakiwa kufurahi wewe kwa vile nimekuacha hai. Uh, uh, uh, uh. Uh, itaendelea Ijumaa ya wiki hii. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa ajili ya di mwendelezo wa hadithi hii. Hadithi hii imetungwa na Ali Mbetu na kusimuliwa nami Jesse Tunuka wa Mwananchi Digital.